Hapa kuna kumi sivyo? Ndiyo. Sawa sawa. Ndio. Lakini hapa mpaka hapa. Tumepewa umbali kiasi gani? Sentimita 5. Sentimita 5. Sentimita. Sentimita kumi. Hapa mpaka hapa sentimita. Sentimita 5. Mpaka hapa hapa hapa tumepewa gani gani kiasi ni Ndio. Kitu cha kwanza tunachotakiwa kufuatilia ni nini? Ni nini? Kanuni na kanuni yetu inatuambiaje? Ei hey, sasa sawa na hiyo ni kanuni cha fika kutali faulu si ndio? sehemu hey, A ni kuanzia kwa mwanzo mpaka kwenye yege na sehemu B kuanzia kwenye yege na mpaka upande ule wa pili si ndio? Maana yake ni kwamba kuchambua sasa A hey. <coughs> Upande A hey, tuna mizigo miwili, mzigo wa kwanza ni kilogramu ngapi? 10 <coughs> <coughs> kilogramu tunauzidisha na umbali mzima kwa hapa mpaka hapa, ambako hapa kuna sentimita ngapi? ha. na hapa ngapi? <coughs> Kumi. Jumla ziko ngapi? Wewe mzigo wa kilogramu kumi unakaa umbali wa sentimita ngapi? Kumi na tano. Kwa hivyo maana tunauzidisha kwa ngapi? Kwa kumi na tano. Lakini hujamaliza sio? Kuna mzigo mwingine ambao ni mzigo gani? kilogramu ngapi? kei ambayo mimi naweka kujui unazidisha umbali wake kutoka kwenye nyegemeo ni sentimita ngapi? Mm -hmm. Kwa unazidisha kwa ngapi? Hii yote kwa ujumla wake ni sehemu A. Ndani ya tayari hii yote ni sehemu A. Twende upande wa B. Mm hii -hmm. inatakiwa iwe sawa sawa na sehemu B ambapo umbali wake ni kiasi gani? Mm -hmm. Sentimita 15. Mm -hmm. Unazidisha kwa iiloaanhela na hiyo naifunga. Kwa hiyo hii yote ni sehemu mbili sawasawa, tuko sawasawa, lazima ifanane na sehemu mbili. Lakini A ni madude mengi makubwa, lazima tuifanye kuwa ndogo. Kilogramu kumi mara sentimita kumi na tano utapata ngapi? 150. mia moja hamsini, tunajumlisha kilogramu k mara kumi na hapa nini? kumi. kumi. kumi. kumi. kumi. kumi, hiyo hapo, hii inatakia iwe sawa sawa kumi na tano mara thelathini na nne sawa sawa na nyingine kuna herufi yeah. ili tupate jibu sahihi hapa, herufi amfuate herufi mwenzake, kama yupo namba mzima amfuate namba mzima mwenzake, kama yupo si ndio? Yeah. nani hapa anakwacha kati ya herufi au namba mzima? Yeah. namba mzima si ndio? Yeah. kwa hiyo kwa hiyo naa endelee upande wakui kule, sio? Hebu yeah. tuone sasa, huku tuiache kumi peke yake si ndio? Huyu mia hamsini tumpeke upande wa pili, ndio sawa sawa kule. Yuko mwenyeji ambaye ni mia nne hamsini lakini huyu mia hamsini la ameenda ni mgeni, sio kwake, si ndio? Hapa kama ilikuachanikli lazima itakuwa hasi, sio kwake, si ndio? Basi kama ni hasi, maanake natakiwa kutoa, kutoa ngapi? mia moja hamsini Tuangie huku sasa, kumi k sawa sawa mia nne hamsini kutoa mia moja hamsini oa kama imeisha ngapi? yeah, sawa sawa na mia tatu. Ili tupate thamani ya k, tufanye kwa kumi kila, kwa hiyo kumi k kugawanya kwa kumi sawa sawa na mia tatu kugawanya kwa ngapi? <coughs> kumi Kuganya kwa kumi sawa sawa na ngapi? Kumi kuganya kwa kumi sawa sawa na ngapi? Moja kweni moja, sio? Kwa kumi kwa kumi moja moja. Hapa inabakia nani? Kumi yake. Mia tatu kuganya, haiishi hiyo. Ngapi? 30. Lakini tutafuta ni thamani ya hatujapata jibu bado. Tunaiona? Swali linatuambia tutafute kitu gani

Sana. Hiyo sahihi inapatikana, ni rahisi sana. Hiyo ndio sahihi inapatikana kwenye mpangilio wa nini, kanuni. Anza na kanuni, a sharti ifanane na b. Hapa haijalishi tumejaza mamizigo mangapi, haijalishi tumeweka mamizigo mangapi, hata angekuwa kumi huku angekuwa mia mbili, lakini a lazima ifanane na b. Kwaio sichanganikiwe na hayo yako mangapi hapa, sawasawa E, usichanganyikiwe usi na haya mamizigo yako mangapi kanuni inaambia, a ni lazima ifanane na b. Kwa hiyo ni huu mzigo wa kwanza wa umbali kwa umbali wote kutoka kwenye njedeea ambayo tano na kumi ni kumi kumi na tano mzigo wa kumi mara umbali wake kumi na tano lakini upande a pia una mzigo tujui thamani yake mara umbali wake ambayo ni ngapi kumi, tukaifunga hapa kwenye mabano tukaendelea kuchambua 10 kumi mara 15 na 150 k mara 10 10k. Hii ilikuwa ni sehemu a, tumeifanya tu kwa ndogo sawa. Mwisho wa siku tukasema ha, ili tupate mlinganyo sahihi, ndio maana 10k tukaiacha huku, 150 tukaanisha upande wa pili, ambapo kule lazima ibadilike, ibadilike alama yake, si ndio? Kama ilikuwa chanya, sasa inakuwa hasi. Kama ilikuwa hasi, sasa itakuwa chanya. Ndio taratibu huo. Namba mzima yoyote ikivuka alama ya sawasawa kwenda upande wa pili, inabadilisha hali yake. Kama ilikuwa hasi inakuwa chanya <muchilu> na kama ilikuwa chanya inakuwa hasi. Basi mia moja hamsini ukipeleka kule ukaiandikia hasi sawasawa, umeitoa ndio maana hamsini tumetoa kwa mia moja 2 nahisi tu, ukishafikia hapa hapa panajienda bele.